Shalomu watu wa Mungu, Mtemi Buberwa wa hapa Muleba mjini inakupenda katika Bwana kwa kuwa wewe ni mojawapo ya watu wanaotupa nguvu, hata kama hujawahi kufika kwenye viwanja vyetu vya ibada, lakini pia hata kutazama kwako kuna namna unatupa nguvu. Sasa leo Bwana, wakati naamka, najikuta napitia matukio eh, ya wafuasi wa hapa Ngome ya Uzima, jinsi ambavyo wamekuwa wakitoa sapota. Sasa sapota ziko za aina nyingi, kuna mtu anatoa sapota mchango kuna mtu anatoa sapota ya kueneza habari, lakini pia kuna watu wanatoa sapota ya ya, eh, hata kukushangilia. Sasa hapa <ghi> na kilipu chache hivi nitazipitisha jinsi ambavyo watu wamekuwa wakitu waki, waki, wakinipa nguvu, yani wananifanya nijisikie kwamba ni mtumishi, ni moja wa kambra, watu ambao pia eh, wame, wamekuja hapa duniani kwa ajili ya, ya, ya, ya kusudia maharumu sasa. Akasema hapana, ngoja nipitishe hayo matukio tukio moja ambalo nimelikumbuka, naanza na tukio la la la, ili tukio ilitokea elfu mbili ishirini na mbili iye inaingia ibadani, hata sikumbuki ilikuwa ni ibada ya nini, lakini ikaona sapota kubwa ya watu ambavyo jinsi walivyowa, eh, wakijiachia hebu <laughs> ile hapo tulitazame. <laughs>

Asante sana, tunaenda tukio jingine. Tukio jingine ilikuwa ni ilikuwa ni ibada nadhani ilikuwa ni ibada ya ya Jumapili. Sasa eh, ile naingia naingia ibadani kama amepata sapota kubwa eh, watu wakaruka wakavaibu wakaweka vitenge. Napenda ah, sana members wote wa Ngome ya Uzima, hebu nalo tuitazame. aya, tukio la tatu ni hili la la la la, la mkesha ilikuwa e, ni siku ya mkesha nadhani ulikuwa ni mkesha wa kufunga mwaka ile tunaingia 2024 kwa hiyo e, watu waka, waka vibe fulani hivi wakanibeba kama, kama kama kama kingi wao kama kingi wao hivi e, nalo tulitazame tuli wao tukio lingine pia nalo ni la <laughs> mkesha. Huyu ni mkesha kidogo wa nyuma sana, naona ni kama ulikuwa mkesha elfu mbili ishirini na mbili huu nao, hivyo nilivyotokea tu nje ile, na, ile inatokea tu kanisani uwanjani au, nikakutana na vibe tena la watu eh, kunibeba, nalo tulitazame <laughs> Aha. Asante sana kwa matukio, pia ni mengi kama pia umekuwa karibu na, na clip ambazo nimekuwa nikizitoa, lakini pia mimi ni mtu ambaye nina nina familia e, mke wangu Juliet pia amekuwa mmoja watu wanao support sana hii huduma, kwa sababu pia naye ni mojawapo ni moja ya watumishi ambaye amekuwa akifanya kazi vizuri. Umekuwa ukiona clip zinatembea ambavyo amekuwa aki akiombea watu hivyo e, kufanya profesi na na kufundisha lakini pia ni, ni mtala mzuri sana wa wa, wa, wa, wa mziki wa kuleta vibe lile vibe la kanisani. Hebu naye tuone <laughs> namna alivyoziamusha alivyo ro roza watu e, zikaserebuka e, na ngoma fulani hivi e, si alikopi ngoma ya dunia ndo sielewi, lakini mi naona watu wali vibe naye tuone hiyo. Eh, safi sana. Kwa hiyo ni matukio ni mengi ni mengi ni mengi ni mengi kikubwa, ingia kwenye page yetu ya Buberwa TV ndani eh, ya Facebook, na au search Mtemi Buberwa eh, eh, TikTok eh, YouTube. Eh, kazi nyingi tunaziweka YouTube, kazi nyingi ambazo zina zinakuwa ni taarifa ambazo zinajitosheleza, sio nusunusu, tunaziweka YouTube. Kwa hiyo ukiingia kule YouTube utakutana eh, na hayo matukio mengi kuliko mitandao mingine. Hii mitandao mingine ya Facebook sui, TikTok sui, eh, Snapchat like na mingine mingine ile tunaweka vikilipuklipu lakini matukio makubwa huwa tunaweka kule YouTube. Kwa hiyo pia unaweza ukaenda pale ukasearch Buberwa Tv. Sasa hivi nadhani ni ni kituo maarufu kidogo kimeshakuwa kikubwa. Kwa hiyo unaweza ukaingia kule, kule ukacheki eh, shughuli jinsi ambavyo inaenda. Mi nakupenda kwa sababu we pia unanifuatilia, we ni mmoja wa watu wanaonipa nguvu kubwa kwenye hii huduma eh, ninapenda na ninafurahia ninakupenda sana, lakini pia nitumie ka nafasi kadogo ni kukaribishe hapa Muleba mjini, e, Muleba mjini. Ukifika Muleba mjini, wewe uliza tu Ngome ya Uzima e, Ngome ya Uzima, au nipigie simu e, kwa namba zangu pale. Hata ukipokelewa ofisini, kuna simu zetu pale, watapokea watu wa huduma wetu. A, wakipokea wewe waambie bwana, e, nimetoka sehemu fulani, au nimeona kipu hiki kwenye mitandao, nimekuwa nikiwafuatilia. Basi watakupa maelekezo mazuri, utafika na utaweza kuniona. Lakini pia hata ukiomba kwamba naomba niongee naye eh, watakupa tuongee. Eh, kama una mahala pa kushauri unishauri, eh, pa kunielekeza unielekeze, kwa sababu pia mimi napenda napenda kushauriwa, napenda kushauriwa, napenda pia kusikiliza watu wanasema nini, kwa sababu unapotoa masikio kwa kusikiliza watu, basi una namna watu anakupa dira. Kwa hiyo sio kadhani kwamba mimi ni mtumishi asiyependa kusikia kwa wengi. Napenda kusikia kwa wengine wengi, hata wengi, wewe pia unanifuatilia au kama umewahi umewahi kuja kuonana na mimi live Unajua mimi jinsi ambavyo ni mtu wa watu, siwezi so, kutumia muda mwingi kujisemea. Wapo <laughs> watu wengi wa kujisemea. Asante <laughs> sana, Mungu akubariki sana na kupenda Mtemi Buberwa hapa Muleba mjini, Ngomeni ya Uzima. Asante sana, Mungu akubariki.